Leo tunapoadhimisha miaka 30 toka kuanzishwa kwa mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA, chukua nafasi hii kuwapongeza sana kwa hatua hii kubwa mlioifikia. Miaka 30 si safari ndefu, si safari fupi, ni safari ndefu. Najua amepita milima na mabonde mengi kufikia miaka 30 leo, na kwa sababu hiyo mnikubalie tena niwaletee pongezi hizo hizo kutoka kwa viongozi wenzetu wengine, Dr. Hussein Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, pamoja na Waziri Mkuu Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa ambaye alipata bahati ya kufungua mkutano huu. Wote wanawatakia ni kila laheri kwenye mkutano huu na wanawaombea mema, na yale mliyojifunza basi tukayafanyie kazi. Leo nimepata faraja kubwa sana kushiriki nanyi hapa leo katika kilele cha maadhimisho yenye kauli mbiu ukuzaji stadi na ubunifu kwa maendeleo ya jamii na taifa letu kwa ujumla. Mmekuwa na wasaa mzuri wa kutafakari juu ya mafanikio mlioyapata katika miongo mitano sawa na umri wa mtu mzima wa utoaji wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi katika mfumo wa kitaasisi wa kiserikali. Natambua mmejadiliana kuhusu changamoto mlizonazo na kuzitafutia utatuzi wake kwa namna ambayo mmeona inafaa na mapendekezo yote mliyoyatoa, na nimeambiwa mmekuwa na maazimio. Nataka niwahakishie kuwa maazimio yote ambayo mmeyaazimia, serikali tunayachukua kwa uzito wake. Nimetaarifiwa vile vile kuwa tafakuri na tathmini ya haya yote imefanyika kupitia mijadala iliyofanyika kwa uwazi kwa kushirikiana na wadau muhimu kwa siku zote mlizokuwa hapa miongoni mwa masuala hayo mlioyatazama ni pamoja na kuendelea kutoa ujuzi na kuandaa nguvu kazi kwenye soko kukidhi viwango vya soko la ajira kitaifa na kikanda na kimataifa. Lakini vile vile mmeangalia kuhakikisha wakufunzi wanakuwa na uwezo wa kutoa mafunzo na ujuzi kuendana na mabadiliko ya teknolojia ili kuhakikisha kuwa ujuzi unatolewa kwa kuzingatia ubora na viwango vya kimataifa. Mmejadiliana vile vile kuhakikisha kuwa mafunzo yanayotolewa kwa watu wenye mahitaji maalum na wanaotoka kwenye mazingira magumu hapa nchini ili yaweze kuongeza fursa kwa kila Mtanzania kupata elimu ya ujuzi. Nimeambiwa maazimio mliokuwa nayo ni pamoja na kuwa na mipango mikakati ya serikali iliyoandaliwa kutokana na mapitio ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014, toleo la mwaka 2023. Lakini vile vile mmekubaliana mitaala iliyoboreshwa kuanza kutoa mafunzo ya amali katika shule za sekondari nchini na hivyo kuwekwa katika kuwekewa msisitizo wa elimu ujuzi katika ngazi zote za elimu hapa nchini. Sasa haya yote mmeyazungumza na mimi, nisingependa kuyaharibu. Nataka niseme tu kwamba tunayapokea kama serikali, tutayafanyia kazi. Lakini ndugu washiriki, naomba nisisitize kuwa maadhimisho haya ni muhimu yakaendelea kufanyika kila baada ya kipindi fulani ili kutafakari na kutoa mchango wa kuyaboresha kila wakati wadau wote kukutana na kujadili mafanikio na changamoto ndani ya kipindi hicho. Itakuwa ni nyenzo ya kujipima, kujifunza kupitia uzoefu na kuona wapi pana kasoro, ili tuweze kurekebisha na hatimaye twende hatua moja mbele. Lakini vile itatufanya kuona namna ya kuboresha na kuongeza tija na ufanisi katika utoaji wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi kulingana na mahitaji ya wakati na zama zinavyobadilika. Tukashiriki kwa kutambua umuhimu wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi, serikali imetekeleza masuala mbalimbali mbali kwa lengo la ukisha kuwa mafunzo haya yanakuwa na tija kwa jamii. Moja, ameeleza vizuri sana mtendaji, lakini waziri kwamba tumeendelea kuboresha miundombinu ya kujifunza na kujifunzia, lakini mbili, kuweka wakufunzi wa kutosha na wenye weledi na kutawanya huduma katika mikoa na wilaya zote. Kila mkoa na wilaya kuna chuo chenye hadhi na ubora wa hali ya juu kitakachosaidia kutoa mafunzo haya ya ufundi na stadi. Lengo ni kuziba pengo la ajira na kuongeza kipato cha jamii kwa jamii tunayotuzunguka. Maoni yangu ni kwamba umefanikiwa sana tena kuliko wakati wowote wa Mheshimiwa Waziri, nakupongeza sana, na mtendaji wa VETA nawapongeza sana. Mmeifanya VETA ni wanawaambia watu ifurukute, watu waizungumze na naamini moto wenu utaendelea kwenda mbele. Ndugu washiriki, tafiti zinaonyesha kuwa ukiwekeza dola moja kwenye ufundi study, return on investment au kile utakachokipata ni sawa na kupata dola nne. Yaani kila dola moja inayowekezwa kwenye VETA au kwenye ufundi stadi ina uwezo wa kukuletea dola nne. Maana yake ni kwamba kama kuna mahali ambako tunapaswa kuwekeza zaidi ni kwenye ufundi stadi. Tunahitaji stadi kwa ajili ya kutatua changamoto zetu. Hamna taifa lolote duniani unalolifahamu ambalo limeendelea bila kuwa na watu wenye stadi fulani za kuweza kutatua matatizo yake. Na ikiwa tutaacha kuwekeza kwenye kufundisha watoto wetu kwenye stadi, maanake ni kwamba tutatafuta stadi hizo nje ya nchi kwa gharama kubwa, na matokeo yake kazi zozote tunazojenga, iwe kujenga barabara, kujenga nyumba, itakuwa na gharama kubwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ujuzi ama ufundi huo huupati ndani ya nchi, na matokeo yake itakuletea hasara kubwa. Nataka niwatie moyo VETA, mko kwenye njia sahihi na serikali yetu chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan kama ambavyo amesema naibu spika, serikali imeamua kuweka mkazo mkubwa kuwapa stadi watoto wetu ili waweze kujitegemea na waweze kuendelea. Lakini pamoja na mafanikio hayo mlionayo VETA, wakati mnaendelea, mjue kuwa yako matishio yanayotishia stadi mbali mbalimbali ambazo tunafundisha watoto wetu. Mabadiliko ya tabia ya teknolojia hapa duniani yamekuwa tishio kubwa sana OECD mwaka 2019 walitoa taarifa yao, wakasema kuwa kwa miongo miwili sasa, sekta ya uzalishaji, yani production sector au manufacturing sector, ilishuka kwa asilimia 20 na sekta ya huduma ikapanda kwa asilimia 27. Kwa nini? Kwa sababu ya uwepo wa mitambo au automation technology ambazo zimefanya watu wengi zaidi watoke kwenye uzalishaji mali. Kwa hiyo wakati tunafundisha vijana wetu wafundishe vile vile kujua kuwa wana wajibu wa kukabiliana na changamoto zinazokuja. Nilikuwa naangalia banda moja pale ambalo taa ile haihitaji interaction ya mwanadamu, yani kwenda kuzima na kuwasha. Asiye na mkono anaweza kuiwasha. Uh, unaipuliza tu inawaka, ni teknolojia. Tumeona mtambo mwingine unawashwa kwa AI Unatumia siri, unamwambia siri, niwashie feni, wala hauko pale, inafungua. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba teknolojia inavyokuwa itaendelea kuwafanya watu wengi zaidi, kazi ambazo wangeweza kuzifanya teknolojia itawa replace, na utafiti huo unaonyesha asilimia 32 ya kazi nazo, asilimia 14 ya kazi ambazo zinafanyika leo ziko hatarini kutoweka kutokana na uwepo wa teknolojia mpya. Na kwa kufanya hivyo, ni muhimu sana VETA tunapo wanavyokwenda. Kwa hiyo ndugu zangu, ni mimi kwa kweli, ngeniuliza leo kwamba mkutano huu tumetoka na kitu gani, mimi ningesema tumetoka na fikira mpya, tumetoka na mtazamo mpya, tumetoka na mawazo mapya, tumetoka na mwelekeo mpya wa kuangalia nyanja ya ustadi kwenye maisha ya mtu kama injini ya kubadilisha hali za watu na kuwaondolea umaskini na mtu pekee wa kutufanyia hilo ni wizara yako Mheshimiwa Waziri, wizara ya elimu pamoja na wewe VETA ambaye ndiyo mwenye wajibu wa kutoa stadi hizi kwa watoto wetu. <laughs> Jana kwa naongea na mheshimiwa waziri wa ujenzi baada ya kuona video moja ya mama dereva mmoja amenyanyaswa kwenye mzani, ikawa namwambia kule tuendako. Nadhani tuna sababu ya kuangalia mifumo yetu kwamba hivi kuna ulazima wa mzani tu kuangalia uzito kuwe na watu tisa? Kamwambia hiyo itapunguza ajira, lakini itapunguza human intervention, na kwa hiyo itaondoa mianya ya rushwa kwenye mazingira mengine. Hivi vitu ni, ni ubunifu ambao watu wanavyo. Nimeenda kuangalia pale, nimekuta vijana wametengeneza jiko kwa ajili ya kupikia gesi, limeundwa moshi pale nimemwambia waziri watu wangu wareha, wakutane nao tuwaingize kwenye mpango wa clean cooking. Hawa watu waende kwa spidi wazalishe majiko mengi zaidi ili tuwapelekee watu. Nimeangalia mabinti wako pale wanatengeneza ngozi, mabegi mazuri, ni kwamba tu kwa sababu watu wanapenda kununua brandi badala ya ubora ingekuwa hiyo brandi imekuwa kubwa, ingekuwa inakimbiliwa duniani kote. Wametengeneza prodakti nzuri, na mimi nawaomba, nendeni mkawatembelee mkaone wametoa wapi ufundi. Wametoa kwenye vyuo vyetu vya VETA. Tuna uwezo mkubwa wa kubadilisha nchi yetu, kama wote tutakubaliana kwamba watoto wetu wapate stadi fulani kwa ajili ya kubadilisha maisha yao, na mtoto aangaliwe kitu gani anakipenda wakati wa kujifunza kwake katika elimu unapokuwa unafanya career development na monitoring ya mtoto, unamwangalia maisha yake shuleni, anapenda nini, huyo mwelekeze kwenye hicho anachokipenda, kwa kuperfect, kumpitisha kwenye mafunzo haya ya study ili kesho aweze kuwa na maana zaidi kwenye maisha yako. Sasa nilisema nisiseme mengi, nikaharibu shughuli na na dalili hiyo ya kuiharibu, niwashukuru sana kwa kunialika, niwapongeze sana wote mlioshiriki, na kwa kweli jamani, tuseme ukweli tusingekuwa hapa kama kusingekuwa na kamati ya maandalizi. Kamati ya maandalizi wako wapi? Naomba tuwapigie makofi mengi sana. You have made it. We are proud of you. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yenu, mmetupa mmetutoa kimasomaso, mmeandaa mkutano mzuri sana. Najua hamkulala kwa siku kadhaa, mlikuwa mmepanga. Hata mimi nitasimama hapa, waliopanga ni hawa kamati ya maandalizi nitakaa pale, walipanga hawa kamati ya maandalizi. Na ninyi mtaingilia wapi, mtatokea wapi? Walipanga hawa. Kwa hiyo tumsione vyaelewa vimeunda waliounda ni hawa, inawezekana wasisemwe mahali popote, nimeona niwatambue, na baadaye naomba nipige nao picha hapa chini, ili niende nayo kama ukumbusho. Ongeleni sana, kamati ya maandalizi, kwa kutufanyia kazi nzuri. Kwa wasanii wetu tunawashukuru sana kwa kutuburudisha. Mmetuambia VETA ni nuru, tunajua na ninyi hata kupiga tu gitaa ukajua kuimba ni stadi ya maisha. Ninyi wenyewe hongereni sana, kwa sababu ufundi mlio nao umefanya shughuli hii iweze kupendeza. Kwa wale mliokuja, tunawapongeza sana kwa kushiriki pamoja na VETA kwenye kuadhimisha miaka 30 ya uwepo wake. Najua mlikuwa na ratiba nyingi, mmeamua kuziacha mkaja ili muweze kufanya shughuli hii. Tunawatakia kila la heri mnaporudi nyumbani, wakati mnaenda mwende mkijua kuwa nchi yetu tumeamua kuwekeza kwenye ufundi ili watu wetu waweze kujikomboa katika hali zao walizonazo. Baada ya kusema hayo maneno mengi, niwashukuru tena kwa kunialika mheshimiwa waziri, mkurugenzi wa VETA pamoja na bodi yako na wote mliokuja, niwatakieni kila laheri. Na baada ya kusema hayo, sasa kuna neno ambalo mnalisubiri kwa hamu, ni kutamka kuwa maadhimisho haya ya miaka 30 ya VETA na makongamano yote yaliyofanyika kwa muda wa siku mbili nimeyafunga rasmi. Na asanteni kwa kunisikiliza. Naomba wote tusimame kwa heshima na taadhima.